Tunafahamu moja kati ya majukumu muhimu ya shule zetu ni pamoja na kutoa taaluma, lakini pia kuwalea vijana wetu ambapo uh, watoto wamekuwa wakipata malezi bora kupitia shule zetu. Lakini uh, kipi ambacho kinaweza kufanya taasisi hizi ziweze kuwa bora kiasi hicho, lakini ni pamoja na uh, mafunzo mbalimbali ambayo yanapaswa kutolewa kwa wamiliki pamoja na watoa huduma ya elimu kwa maana ya walimu na watoa huduma wa namna, eh, wa aina mbalimbali kuhusiana na namna gani eh, watoto wanaweza wakapata elimu bora zaidi, lakini kuwa bora zaidi eh, kwenye malezi na kuwa pengine Watanzania bora ambao watalitumikia taifa lao. Sasa tunajadili kuhusiana na mafunzo kwa wamiliki wa shule nchini, ambapo nimekujuza eh, hapo japo kwa uchache kwamba inatija kiasi gani. Tupo hapa na Moses Kiando ambapo yeye ni mchambuzi wa masuala ya elimu kujadili kuhusiana na hilo na kuhusiana na tija ya mafunzo eh, kwa wamiliki wa shule. Karibu sana mkuu. Asante sana eh, tunazungumza kuhusiana na hii taasisi muhimu sana hasa mm-hmm. kwenye malezi watu, naam, wanaangalia zaidi kwenye upande wa kutoa elimu na taaluma mbalimbali, lakini kwenye malezi tuanzie pia hapo eh, tuangalie umuhimu wa shule na jamii zetu yeah, uh, shule ni taasisi muhimu sana na tangu serikali iliporuhusu uh, kushirikisha wadau uh, wa sekta binafsi, kumekuwa na umuhimu sana wa mafunzo kwa wadau hawa kwa sababu eh, wako wengine wana, wanaingia kuwekeza lakini hawana taaluma ya, ya, ya malezi ya watoto na kwa kuwa tayari wako kwenye uga huo wa kusaidia taifa katika uwanja huo kunakuwa na umuhimu sana wa kuwapitisha kwenye mambo ya msingi ambayo ya yanaweza kuwasaidia kuwa wazuri zaidi kwenye eneo la malezi, lakini pia kuendesha shule kwa ujumla uh-huh. hmm. Sasa linapokuja swala la kuzungumza kuhusiana na kutoa mafunzo hmm. eh, kwa tunazungumzia uh, wamiliki wa shule, ili linakuwa linatija kiasi gani na linaleta athari gani ukisikia, wa, wamiliki wa, wa shule wanaenda kupewa mafunzo? E, mmiliki wa shule unapokuwa tayari ni mmiliki wa shule maanake tayari una, una, una, ni mtu wa muhimu kwenye sekta ya elimu. Mm. Uh, utake usitake unapomiliki shule wewe tayari ni kiongozi wa shule. Sasa kuna kuwa kiongozi kunahitaji mambo fulani ambayo ni lazima ujifunze kuwa mtaalamu kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kama nilivyosema, wako wengine uh, wamekuwa ni wataalamu maeneo mengine ama hawana utaalamu wowote lakini Mungu amewawezesha kuwa na uwezo wa kujenga majengo na kuajiri watu wengine kujifunza. Sasa e, ni lazima awe na, na, na, na taaluma ya kusaidia kuweza kumanage hizo shule, na ndio maana kuna muhimu sana kuwa na elimu ya uendeshaji wa shule, na sisi kama taasisi tukaona ni muhimu sana kusaidia wamiliki wa shule na, wad, na wadau wengine ambao wako kwenye sekta hii ya elimu kuwapitisha kwenye mafunzo ili serikali inufaike na nchi inufaike kuwa na shule ambazo zinaendeshwa kitaalamu. Tumeshuhudia mafunzo yakifanywa hasa kwa walimu no. eh, kwenda kufundisha haya ambayo yanafanywa kwa wamiliki wa shule yataboresha kitu gani? Pia katika kile ambacho tayari eh, wanafanya, kama ambavyo umeeleza wapo aina tofauti, wapo ambao wana ujuzi katika eh, hili ambalo wanalifanya, lakini wapo pia ambao eh, neema eh, imekuwa upande wao. E, kuna umuhimu sana. Kama sisi kama taasisi hasa Moffet tumekuwa tukifanya mafunzo kwa wamiliki wa shule uh, kila mwaka, na tunaangalia maeneo ambayo yanawasumbua. Kwa mfano uh, katika miaka iliyopita tumewahi kuwapitisha kwenye namna ambavyo wasitegemee sana, hasa kwa shule ambazo shule binafsi wasitegemee sana collection ya fees. Wanafanya nini ili kuwa na vipato tofauti kuweza kuendesha shule mm -hmm. Lakini tumegundua kwamba shule nyingi zinakufa iwapo mmiliki wa shule ama imetokea ameacha kufanya ile shughuli, amewekeza kwenye kitu kingine mm. au kwa majaliwa ya Mungu hayupo duniani, unakuta kama hakuweka vizuri eh, shule inaondoka ina, ina, ina, ina kwao. tunawapitisha kwenye mafunzo ya kitu kinaitwa succession plan mm. ni kwa namna gani taasisi ambayo E, ni ya umma ina maslahi ya umma, kwa sababu watanzania wanasoma pale mm. inaweza kuendelea kuwepo hata kama yeye ataamua kujiingiza kwenye e, shughuli nyingine za kibiashara. Sababu wengi hawa ni wafanyabiashara. Sasa anaweza kaingia kwenye shule akajua ni biashara nzuri, baadaye akagundua, mm. hii sasa ni huduma tu, lakini ile ile huduma iendelee wakati yeye anafanya shughuli nyingine. Nini kinatakiwa kifanyike? Kwa hiyo watajifunza kitu kinaitwa succession plan, lakini na financial management lazima watu wajifunze. Shule nyingi ukiangalia, kwa sasa hivi, inapofika mwezi Disemba au mwezi wa 11 na 12 wa unakuta walimu hawalipwi mishahara hmm, kwa sababu zilipokuwa zinaingia wakati shule inafungua lihisi kama zile pesa zote ni za kwake, kumbe ni za uendeshaji wa shule. Kwao tunawapitisha kwenye namna ya ku Manage finance za shule akijua kwamba ule ni mradi ambao inabidi ujitegemee na yeye asubiri kuona kama kuna chochote kinabaki katika faida ndogo, aweze kuendesha vitu vingine badala ya kutumia pesa yote ya shule, na baadaye shule inapita kwenye matatizo makubwa sana. Wakati gani sahihi kufanya mafunzo kwa wamiliki ee? kabla ya kuanza, eh, kabla pengine ya, ku, ya kufungua shule ama kuanzisha shule ama wakati akiwa na miliki shule ama ni mda gani ambao unaweza kuwa sahihi ili kuwafanya waweze uh, kuongoza taasisi hizo kwa ubora zaidi? E, wahenga wanasema elimu haina mwisho. Wakati wowote wa ni wakati wa kujifunza, kwa sababu anaweza akawa alikosa fursa ya kujifunza wakati anaanza, alafu kamsaidia ili aendelee vizuri. Wako wanaobahatika kwamba wanapata fursa hizi kabla hawajaanza hao. Hawa tunawahimiza sana wahudhurie sana, haya mafunzo yanawasaidia kuanza vizuri zaidi. Lakini ni wakati gani? Kwa kweli ni wakati wowote wa ambapo a, mtu anapata taarifa ya mafunzo aamini kwamba kujifunza kuna msaada sana katika uendeshaji wa taasisi ambazo wanaendesha kuisaidia serikali kwa maana ya shule. Mm, mafunzo haya mnatarajia kuyafanya kwa muda gani na mmelenga uh, pia wamiliki wa shule katika kiwango gani ama ni shule shule zote? Uh, wamiliki wa shule ambao tunawalenga, tunawalenga wamiliki wa shule kwa maana ya waendeshaji wa shule wa shule zisizo za serikali, kwa sababu serikali ina mifumo yake ambayo inajulikana zaidi. Sasa hawa wasio wa serikali ndio ambao tunawalenga, na tunafanya kwa nchi nzima, lakini e, tunafanyia Dar es Salaam. Uh, Dar es Salaam imekuwa ni senta ambayo kila mtu anaweza kufika na sasa hivi hasa wanaotokea mikoa ya kanda ya kati ni rahisi zaidi, wana kuna SGR, lakini mara nyingi Dar es Salaam imekuwa ni rahisi watu wengi kufika. Kwa hiyo tunafanyia Dar es Salaam, e, tarehe 15, kuanzia saa nne asubuhi pale uh, Twiga Hall uh, kwenye kumbi za Sunset zilizoko Mbezi, Mbezi Beach. Kwa tarehe 15 tutafanya mafunzo ya siku moja kwa wamiliki wa shule kwa mada mbili ya succession plan lakini na financial management and sustainability of schools, lakini kwa walimu wakuu uh, wa uh, walimu wao wasaidizi na walimu wa taaluma wao tutafanya mafunzo tarehe 16 sita, kwa hiyo yatafuatana, lakini kwa wadau tofauti na kwa kuwa itakuwa ni wakati wa likizo, tunafikiri kwa wakipata hiyo refresher course katika siku hiyo moja, shule zitakapofungua tutaona mabadiliko ambayo watakuwa wananufaika watoto kwa sababu ya hayo mafunzo ambayo watakuwa wamepitia tayari. Mmefanya ya mafunzo kabla, mmeona tofauti gani kati ya wale ambao mmewafanyia mafunzo na ambao bado? Kama taasisi kwa kweli tunajivunia uh, kuna tofauti kubwa sana ya wale ambao wamepata mafunzo ambayo tunapitia na wale ambao sisi tumefanya kazi nao. Ziko shule ambazo e, walikuwa wanafanya vizuri darasani, lakini e, mapokezi au customer care ilikuwa mbaya. Baada ya kufanya mafunzo mpaka wazazi wanaanza kukiri hivi, ni hii shule ni ile ile? kwa sababu tayari kuna, kumekuwa na wamthi, kumekuwa na joto ambalo mtu anahisi yes, hapa nimefika, ni mahali salama, na tunaamini hata watoto wanajifunza vizuri, sio tu darasani, hata mazingira yanayowazunguka watu wanavyo watendea, na watoto wanafurahi sana, na tunatengeneza binadamu ambaye amekamilika, badala ya kutengeneza robot ambaye anajua hesabu tu, lakini tukiingia kwenye maisha ya kawaida anakuwa ni kituko kwenye maisha. Kwa hilo linaanzia kwa walimu na wote walioko shuleni kwa sababu kila mtu ambaye yuko shuleni, kwa namna moja, hata kama shiki chaki, anafundisha yule mwanafunzi kwa mwenendo wake ukiwa mzuri. Kwa hiyo tumefanya hayo mafunzo, tunaona matokeo yake ni makubwa sana na mazuri sana, na ndio maana kila wakati sisi tunapotangaza mafunzo e, watu wengi wanapenda kuja kujifunza kwa sababu ya faida ambayo wanaipata. Kuna utaratibu na miongozo ya namna ya kushiriki? Yes, ipo uh, kwa wamiliki wa, wa shule na wakuu wa shule e, wata, kwa sababu kuna tunatafuta tuna wataalamu wakubwa, mmoja wapo kwa mfano wa finance management, atakuwa ipo Mr. Mbaga ambaye ni mkurugenzi wa masoko wa mfuko wa UTT, e, ni mtu ambaye amebobea kwenye masuala haya, kwa hiyo kutakuwa na, na interest fee ya wamiliki ambayo ni 80 ambapo atapata chakula atapata kila kitu service za za, za kiwango cha wakurugenzi na vivyo hivyo kwa wakuu wa shule, japo wao muda utakuwa mrefu zaidi. Wao wataanza saa mbili, wamiliki wa shule wataanza saa nne asubuhi mm. Na wanajisajili kupitia kwenye mitandao ambayo imetumwa sana kwenye magrupu, na wanapigiwa simu kadhalika. Kwa hiyo tunaamini kila mmoja ata na kupitia Azam TV uh, kipindi hiki tunaamini taarifa zitawafikia wengi zaidi na watakuja kujifunza na tunaamini nanyi kama Azam TV mtakuwa mmechangia katika sekta ya elimu kuhakikisha kwamba watu wanakuwa bora zaidi kwenye uendeshaji wa shule. Nam, shukrani sana Moses. Asante na tunawatakia kila heri, asante sana.